Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Kwa sisi kama chama cha siasa tunasema kwamba baraza la vyama vya siasa limefanya kazi kubwa na nyinyi ni mashahidi. Tarehe 15, 16, 17 mwaka 2021 mwezi wa 12 Rais Samia alikwenda kufungua baraza la vyama vya siasa Dodoma. Na lile baraza la vyama vya siasa lilikuwa na maazimio 87 ambayo yameazimiwa katika mkutano ule. Miongoni mwa maazimio ni kuachia wanasiasa ambao walikuwa magereza kipindi kile, alikuwepo Mbowe yupo gerezani, lakini Lema alikuwa nje ya nchi, Lissu alikuwa nje ya nchi. Na kauli hiyo ya kuwaomba e, wenzetu waweze kutoka magereza, aliombwa rais mbele ya baraza kuu na mheshimiwa Zitto Kabwe ambaye alikuwa kiongozi wa, ACT Wazalendo. Kwamba mheshimiwa rais, tunafanya baraza la vyama vya, vya siasa tukiwa wenzetu wengine hatunao katika ukumbi huu, tunaiomba serikali ione huruma ili wenzetu tuwe nao katika vikao vijavyo. Mheshimiwa rais akaitikia lile ombi, na hatimaye mheshimiwa rais kasafiri kwenda Belgiji akakutana na Tundu Lissu akamweleza aliyomweleza, na Tundu Lissu akajea nchini. Na kama mnavyokumbuka, Tundu Lissu alisema mimi siwezi kuja kwa sababu usalama wangu ni mdogo, naogopa. Lakini alivyokuja hata, hata, hata kipini cha kufungia hijabu hakijamgusa inaonyesha namna gani kwamba serikali kupitia baraza la vyama vya siasa imepokea ushauri na hii ni miongoni mwa kazi kubwa kabisa iliyofanywa na baraza la vyama vya siasa, Tanzania kuhakikisha kwamba nchi inatulia kupitia vikao halali vya baraza la vyama vya siasa. Lakini kikosi kazi kimeundwa kutokana na baraza la vyama vya siasa katika maazimio 87 vya siasa, ya baraza la vyama vya siasa yamezaa kikosi kazi ambacho kimepelekea kutengeneza maazimio ya mabadiliko ya katiba ya sheria ya uchaguzi wa mwaka kwa hiyo sisi tunaona kabisa kwamba mtu yoyote ambaye anabeza kazi ya baraza la vyama vya siasa hata uwepo wake ni kazi ya baraza la vyama vya siasa kwa sababu singekuwa baraza la vyama vya, vya siasa hata hivyo vikao vinavyosababisha mtu anakwenda kulizungumza baraza visingekuwepo. Kwa hiyo tuna, tuna, tuna waasi wenzetu e, waache kauli za kejeli kazi ambazo inafanywa na baraza la vyama vya siasa. Baraza la vyama vya siasa limefanya kazi kubwa sana ambayo inaonekana kwa Watanzania wote.